Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaendelea na kuonyesha viambishi. Asante sana kwa kusubscribe. Swali la kumi na mbili, onyesha viambishi katika neno sajili. Ka sajili ni mzizi, ka ni kauli, a ka ni kishio. Kumi na tatu, ainisha viambishi tutakayempiga tu inaonyesha nafsi, ta wakati ujao, ka ni kiendelezi au kiambishi awali kiandamanacho na wakati ujao, yee ni urejeshi mm, ni mtendwa, pig ni mzizi, a ah, ni kishio. Nne. bainisha viambishi aliyetuletea ah, ni nafsi li ni wakati, ye ni urejeshi, tu mtendwa, let mzizi, e kauli na a ni kishio. Kumi na tano. Bainisha viambishi aliyechomeka. A uonyesha nafsi, li wakati, ye urejeshi, chom mzizi ekkauli ni kesheo. Kumi na sita. ainisha viambishi kimuundo na kimajukumu. Tulisema kimuundo ni jinsi neno limejengwa, na kimajukumu unaonyesha kila ne, kila uh, ki, ki, ki, kiambishi pale kina maana gani. Kumbuka kutafuta mzizi na unanyambua neno hili lile katika kauli mbalimbali kimuundo Wame ni viambishi awali, ana ni viambishi tamati. Kwa hivyo unaona mzizi hapo ni rithi. Rithi pili, kimajukumu, wa inaonyesha nafsi, me hali timilifu. Wa inaonyesha nafsi, me hali timilifu rid mzizi, an kauli na a kiishio. kumi na saba. Onyesha majukumu ya viambishi katika neno lifuatalo a ni nafsi na wakati, ye urejeshi, ki ni kitendwa, pik mzizi na a kiishio nane bainisha majukumu ya kisarufi ya viambishi katika neno lifuatalo lilifungama. Li, lili ni ngeli li wakati, fung mzizi, am kauli ya kutendama, na ani kisheo. kumi na tisa. Onyesha viambishi katika maneno yafuatayo, someka. Som ni mzizi, ek kauli A, ni kishio vikimvutia. V, v ni ngeli au unaweza kusema wingi. Ki mashati, ma ni nafsi au mtendwa, hii ni kauli au mnyambuliko. A, ni kishio. ishirini. Ainisha viambishi kwa kuzingatia uamilifu, yaani hapo unaambiwa tu uonyeshe majukumu ya viambishi Walitulisha, wa nafsi, li wakati, tu ni abwa au watendwa, la peke yake ni mzizi, ish ni kauli ya kutendesha na a ni kishio. Ishini na moja, bainisha majukumu ya viambishi atapigishwa. A ni nafsi, ta wakati, pig mzizi ish kauli ya kutendeshwa, wa ni kauli ya kutendewa na a ni kishio. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo tutafanya kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.